Jaolewote amechukua nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu zoezi hili kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na nimshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuweza kuja katika wilaya yetu ya Singida. Kwamba jambo hili ni jema, limekuwa ni kubwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amelizindua akiwa pamoja na, na mwanasheria mkuu wa serikali, na sisi kama wasaidizi wao kwa kweli tumeona jambo hili ni jambo lenye manufaa sana kwa wananchi wetu tumeona kabisa kwamba jinsi ambavyo wananchi wetu na sisi tukiwa hapa kwamba migogoro ya, ya ardhi inawasumbua, mambo ya mirathi imekuwa ni imekuwa ni changamoto ambayo tunaenda nayo kwa pamoja. Sasa leo hapa unakuta kila e, idara watu wapo na hasa wapo wanasheria wenyewe wabobevu kabisa ambao wanabobea katika eneo hili. Hili imekuwa ni jambo kubwa sana. Sasa wito wangu kwa wananchi wa Singida, hii huduma hii, hii ya kisheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inatolewa bure Njooni wikendi mje, maana zile siku ambazo tunakuepo tupo kwa siku za kifamilia, waje wapate huduma eh, hii ya kisheria bila malipo, kutoka wanasheria wabobevu ambao wapo hapa kwa ajili ya kuwasaidia wana Singida. Hili ni jambo kubwa na la kipekee. Akina baba wamekimbia kuhudumia familia, sasa wito wangu kwa wazazi wa kiume baada ya kupata kuimu hizi wa, wana Singida, hasa la Singida, tusikimbie majukumu yetu, tusimamie, tuhudumie familia zetu. Nilivyosikia kliniki ya wanasheria hapa Singida, nimefika nimekuta huduma iko vizuri, wananchi wanahudumiwa vizuri, wanasikilizwa, wanapewa ushauri, wanapewa mael, maelekezo ya kuweza kumuvu ile shida aliyoijia nayo hapa. Kwa hiyo kwa ujumla kliniki hii imetufanya sisi Wanasingida tuweze kumaliza shida zetu kwa fasaha ambao tulishindwa tuzipeleke wapi. Maana wananchi wengi hawana uelewa, lakini kwa kliniki hii inatuletea hamasa. Sasa mwananchi kutambua fursa yake ailete hapa ili aweze kusaidiwa. Cha kufurahisha zaidi au kinachohamasisha zaidi, huduma hii inapatikana bila malipo yoyote. Kwa hiyo kwa mwananchi yoyote anaweza kufika pale kupata huduma hii, uh, msaada huu anaopata bure kabisa. Kliniki ya sheria imetufikia hapa Singida, kwa Singida naamini itatusaidia wengi, watu wajitokeze wakapate kusaidiwa kwenye changamoto ya viwanja, ndoa na kadhalika. Mimi binafsi nimeipokea vizuri na nimeipenda na nilikuwepo katika kliniki hiyo, nimeona watu jinsi wanavyosaidiwa, na watu wengi wanapata msaada mbalimbali. Mbali na kushukuru sana kwa mwanasheria mkuu wa serikali kutuweza kutuletea kliniki ya sheria, na pia nilikuwa naomba, ombi langu kliniki ya sheria basi iweze kufika mpaka vijijini kwenu. Kuna wananchi huko vijijini na wao wanahitaji huduma kama hii, lakini wafiki, ikifanikiwa hilo, itakuwa ni jambo zuri zaidi, ili watu wote tuweze kupata huduma hii kwa pamoja.